Uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mkoani Dar es Salaam utafanyika kwa siku saba kuanzia Machi 17 hadi 23, 2025 ambapo wapiga kura wapya zaidi ya laki sita na elfu arobaini wanatarajiwa kuandikishwa. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacob Simombegele na Mkurugenzi wa Uchaguzi wa tume hiyo ndugu Kailima Ramadhan wamesema hayo leo Machi 5, 2025 kwenye mkutano wa wadau wa uchaguzi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Nivyoeleza awali leo hapa Dar es Salaam, ikiwa ni maandalizo ya uboreshaji wa daftari kwenye mkoa huu ambapo zoezi litafanyika kwa muda wa siku saba kuanzia tarehe 17 Machi 2025 na kukamilika tarehe 23 Machi 2025 na vituo vitakuwa vinafunguliwa kuanzia saa mbili 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 12 kamili jioni. Mwenyekiti huyo wa tume Jaji Mwambegele ameutaja mkoa wa Dar es Salaam kuwa ndiyo mkoa wa mwisho kwenye awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, uboreshaji ambao ulizinduliwa mwezi Julai 2024 mkoani Kigoma. Hadi leo tarehe 5 Machi, tume imekamilisha uboreshaji wa daftari katika mikoa ishirini na nane ambapo mitatu ndio hiyo nimeitaja, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi na mingine ni Geita, Kagera, Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiu, Manyara, Dodoma na Singida. Mikoa iliyofuata ni mikoa ya Zanzibar ambayo ni Mkoa wa Mjini Magharibi, mkoa wa kusini Unguja, mkoa wa kaskazini Unguja, mkoa wa kusini Unguja na mkoa wa kaskazini Pemba. Iliyofuata ni mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Mbeya, Iringa, Rukwa, Songwe, Njombe, Ruvuma, Lindi, Mtwara na Pwani. Aidha, zoezi la uboreshaji wa daftari kwenye mikoa ya Morogoro na sehemu ya mkoa wa Tanga kwa halmashauri za wilaya ya Bumbuli, Handeni, Pangani na Mkinga lililoanza eh, tarehe 1 Machi 25 linaendelea na litakamilika kesho kutwa tarehe 7 mwezi Machi 2025. Akiwasilisha mada kwenye mkutano huo, mkurugenzi wa uchaguzi ndugu Kailima Ramadhani amesema kwa mkoa wa Dar es Salaam tume inatarajia kuandikisha wapiga kura wapya zaidi ya laki sita na 40. Ikiwa ni ongezeko la asilimia 18.7. Tume inatarajia kuandikisha wapiga kura wapya wa miaka 18 au watakaotimiza umri huo wakati wa uchaguzi laki 6, 43,420, ikiwa ni ongezeko la asilimia 18.7 ya wapiga kura walipo sasa kwa daftari walioboreshwa mpaka 2019 milioni tatu laki nne ishirini na saba elfu mia tisa kumi na saba. Hivyo, kama makisi yetu yakiendelea ya vizuri, ya tume inatarajia daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani itakuwa na wapiga kura milioni nne na sabini na mbili elfu mia tatu thelathini na saba. Aidha, idadi hii inaweza ikaongezeka kwa sababu inawezekana kuna watu ambao mwaka elfu mbili na kumi na tisa, ishirini walikuwa wako tayari kuandikishwa lakini hawakuweza kujitokeza. Mkurugenzi huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndugu Kailima Ramadan akaeleza matarajio ya tume mara baada ya uandikishaji wa mkoa wa Dar es Salaam kumaliza. Aidha inaweza kashuka takwimu hizi, kwa sababu inawezekana watu wasijitokeze kwa kiwango kilichokuwa tumetarajia kwa mujibu wa takwimu ya sensa watu na makazi. Ndio maana jukumu letu si wadau kuhamasisha watu wajitokeze kwenda kuandikishwa kwa wapiga kura. Kailima amesema zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura linahusu kuandikisha wapiga kura wapya ambao ni raia wa Tanzania wenye umri wa miaka 18 na zaidi na watakaotimiza umri huo ifikapo tarehe ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, uboreshaji huo unalenga kutoa kadi mpya kwa wapiga kura ambao wamepoteza kadi zao au kadi zao zimeharibika na kutoa fursa kurekebisha taarifa zao yakiwemo majina na taarifa nyingine. Baadhi ya wadau wa uchaguzi waliohudhuria mkutano wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura hapa Dar es Salaam wanazungumzia umuhimu wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mimi naitwa Charles Gerard Matemba, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Dar es Salaam, Shivyawata. Mimi nizungumzie tu kuhusu mkutano wa leo. Mkutano wa leo nimejifunza mambo mengi sana, na vilevile vile vile niipongeze tume kwa kweli. Ime, imeshirikisha wadau wote, imeshirikisha wanawake, walemavu, wazee. Kwa hiyo imekuwa ni mfano wa kuigwa. Hivyo basi, mimi kama mwenyekiti wa Shiviata mkoa wa Dar es Salaam naenda kuwa balozi wa kila kata kuhamasisha wananchi wa mkoa Dar es Salaam wajitokeze kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ili tukapige kura 20 25 Oktoba mwaka huu. Ninaitwa Shiganga George, mimi ni mkurugenzi wa taasisi ya Peak Foundation. Na sisi kama vijana tunapenda tuna kuwahamasisha Watanzania uh, wote ambao wanaishi mkoa wa Dar es Salaam kwamba zoezi linaanza mkoa wa Dar es Salaam, hamasa iwe kubwa. Vyama vya siasa wameshiriki hapa, asasi za kiraia wameshiriki hapa, vyombo vya dini wameshiriki hapa, vyombo vya ulinzi na usalama wamekuwa hapa, kwa hiyo ninaamini kwamba hamasa itakuwa ni kubwa sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo niwaombe sana wana Dar es Salaam, hasa vijana wenzangu, kutoka halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam nikimaanisha Kigamboni, Ubungo Temeke, Ilala na Kinondoni, tujitokeze kwa wingi ili kwa kuhakikisha kwamba tunaboresha daftari la kudumu la mpiga kura. Naitwa Bwana Maduhu William, mimi ni wakili kitaaluma, mimi natoka Legal and Human Rights Centre. Kwanza sisi kama LHRC ni shirika ambalo Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitupa kibali moja cha kuwa watarimua mpiga kura, lakini pili cha kuwa waangalizi wa zoezi la wa mpiga wapiga kura ambao inaendelea kote nchini hivi sasa. Kwa hiyo hatua ya leo tume kuita wadau E, hapa Dar es Salaam kama sehemu ya maandalizi ya zoezi la uboreshaji wa daftari mkoa wa Dar es Salaam ni jambo kwanza la kupongezwa kwa maana kwamba tume inaendesha zoezi la uboreshaji kwa uwazi, uboreshaji huu ukiwa na kauli mbiu isemayo kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.